Ndugu yangu uko vizuri, ndugu andishi habari hapa e. Mnaongea na mtu yuko timama, ana afya ya akili. Huwezi eh, ukakuta mtu wa Yanga anaongea jeki smart, kwanza kwa sababu wote tuna afya ya akili wote. Hey, tuna afya ya akili. Ukienda huko kwa mashabiki utakuta wana degree, wana diploma wana PhD eh, binafsi hapa nina degree yangu imetulia. Kwa hiyo huwezi ukaniambia mimi nina afya ya akili, wenye afya ya akili mnawaona. Hey, mwenyekiti wa wabodi kawaambia ana afya ya akili, lakini za ndani pia nimeambua wanabosi mpya baada ya BMT kufanya yao, nimeambua wanabosi mpya umeona mpira la Yanga eh, eti kundi gumu alisikika mweu mmoja anaishi stesheni hey. Yeah. Eti kundi gumu akajifanya siu na ndugu yake Mwarabu, shemeji yake amezaliwa ya Algeria, babu yake amezaliwa ya Morocco, bibi yake ana ya asili ya, ya Misri. Tukawa oh, tunamwangalia sasa. Mtu waambie nyie, kundi la Yanga ni gumu, au wanaocheza na Yanga ndo wanacheza na mpinzani mgumu? Umeona Waarabu leo imefika sehemu wamekosa uzalendo, wameanza kumrushia goalkeeper wetu machupa ya maji. Yaani ukishaona Waarabu imefika sehemu wanarusha machupa ya maji, ujua amezidiwa kila sehemu, hana pa kufurukuta. Na yule ashukuru sana, leo tujaamka na mizimu ya kufunga magoli. Leo akili zetu zilikuwa zinatafuta alama moja, tungeenda na zile akili nginja nginja za kutafuta alama tatu muhimu tulikuwa tunawapasua pale kwao karibu chuma mbili, kuna moja ile yaikua, kuna nyingine ya Prince Dube, kuna moja Mudathiri amepiga cross pakome sio, alikuwepo wapi? Tukachelewa kidogo, alikuwa anamalizia hoya. Oh, hii Yanga inatisha hii, yeah. Yanga inatisha hii, Yanga wadogo wale, yeah. Timu gani Tanzania inaweza ikamfunga yule? yeah. Timu gani Tanzania wewe, huyu anayefungwa <manyama> <manyi> na Petro we Petro. Petro. Petro, wewe. Sasa, wewe. Petro, Petro, Petro, na Petro mwenyewe kashaikoma sasa, nani timu kubwa Atari, Yes, Kabila na mataji sita unajua yale ya, ya, ya, ya, ya kafu ya zamani ya kwako mapya ya kuwapi wewe. Wewe watu, watu walipewa medali za visude mpaka leo wanakwambia walicheza fainali wewe, utakuja kuyadogodesha makombe sita ya kafu, tumepiga dude kubwa Algeria, jesi ye. Kabila ndio bingwa, yaani kama unavyoiona Dar es Salaam Young Africans hapa Tanzania inavyotamba na makombe 31 JS Kabylie ndio ubingwa wa kihistoria Algeria. Anakamba Algeria. Ndio ubingwa wa kihistoria hata kwenye mashindano ya CAF nchini Algeria. Utataja MC Alger, utataja CR Belouizdad, USM Alger, lakini mwanaume kweli kweli ukienda kwenye mpira wa nchi ile Algeria, utaambua ni JS Kabylie. Tumeangusha jitu Algeria, afu tunaondoka zetu kimya kimya. Yaani tumepiga kwa sababu unajua ile draw kwao ni kama wamefungwa, ndio maana unaona chupa zilikuwa zinaruka uwanjani. Sisi tumeondoka Algeria. Tumeshinda. Mimi nilikwambia Algeria ni second home kwa Yanga. Tumewafunga pale watu fainali, japokuwa kombe walibaki nalo. Kwa wale wana bahati, sio wana bahati, yaani wale pale, yeah. Nimekwambia leo tujaenda na mizimu ya kutafuta alama tatu, tulikuwa tunatafuta alama moja muhimu ugenini, na inshallah tumeipata, tunarejea. Umemwona jigidi ara? Tafuteni magolkipa wenu, muwafananishe na magolkipa hao wengine. Sasa ndio huyo no, <laughs> <laughs> hata pimpini? ni nani kwanza unayemzungumzia, yuko wapi ana majeraha eh, wakati ana majeraha ilikuwaje? Sasa hayo ni mambo eh, Diara ashafanya diara kaifikisha Yanga fainali eh. Finali yeye ndo man of the match. Amekuwa na golikipa mwenye clean sheet nyingi kwenye mashindano yale mpaka tunafika fainali, yani hakuna kitu ambacho golikipa nchiii anakifanya jigi hajakifanya, mchezo wa pili huwa anachukua clean sheet. Mmekaa tu kimya, mtaki kuongea, mnasubiri aanguke ndio muongee. Kuna wanasemaga Yanga tuna utaratibu unajua, tuna utaratibu wetu wa kuokotesha wachezaji. Kwa anachoendelea kufanya Jigidiara, akihitaji mechi moja ya KMC kumwokotesha kama tunavyofanya huyu, niwa kwenda kumkopea mkopo benki afu tutajua yeah. Sisi tunajibu tunalipa vipi kwa kiwango cha Jigidiara yeah. Tulikuwa tumefikiria hapa karibuni tum, tum, zamu yake hiyo ya, ya kuokota uwanjani, lakini tukiangalia kiwango anachokitoa I say hapaswi hapaswi, hapaswi kuokotesha zile elfu kumi elfu tano huyu natakuwa kwenda kumchukulia mkopo benki wa milioni kumi milioni ishirini unampa, afu sasa utajua utalipa vipi? Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenda kuandika fomu ya kuchukua mkopo benki kwa ajili ya Jigidi hapa. amekuwa na mechi bora vibaya mno, umemwona kocha. Yaani mimi leo na, najiuliza maswali afu najijibu. Yaani iye kazi yenu kuweka, umemwona kocha kwa kiwango naongea hii mbele ya maiki zenu, kwa kiwango cha Pedro Gonçalves anachoendelea kukionyesha hakuna chochote cha kutetea, ndo nakwambiaje. Mimi sijawahi kuwa na timu yeah. mimi kocha yoyote anakuja kufundisha Yanga ni yeah. kocha ambaye namkubali anampenda na anavyoendelea yeah. kuonyesha huyu kocha Pedro Gonsalves yeah. Ina, inazidi kudhibitisha twendeni tukampokonye CV na leseni zake za ukocha Roman Folz kwa kiwango anachoendelea kukifundisha, kwa sababu Yanga haijabadilisha mchezaji hata mmoja. Wachezaji hawa walikuwa nao Roman Folz, wachezaji hawa ndio yuko nao Pedro Gonsalves kwa anavyoendelea kuyafanya Pedro Gonsalves eh, kwenye kosi ya Yanga hatuna eh, budi kwenda kumpokonya. oh, oh, msikae kimya waandishi wa habari, pazeni sauti, Roman Fozi yapokonywe leseni ya ukocha. Au Pedro tumuite meneja? sayansi ya mpira wa miguu tumuite meneja? wewe wewe wewe wewe, usiharibie timu. Huyu sio meneja, huyu sio meneja, huyu sio coordinator, huyu ni kocha wa mpira wa miguu. Tunapowaambia kocha eh, wetu ni sayansi ya mpira wa miguu, mwelewe. Kwenye science kuna kitu kinaitwa catalyst. Unajua what is catalyst? unajua maana ya catalyst? kazi eh, eh, ya catalyst ni ku speed up chemical reaction yeah. au ku reduce chemical reaction yeah. ni kama una test oxygen alafu umeikosa hydrogen peroxide yeah. Sasa leo tulikuwa tuna test oxygen alafu diara diara alikuwa ndo hydrogen peroxide alafu sasa pale katikati kuna mtu anaitwa Duk Abuya yeye alikuwa anafanya kazi hiyo ya tatu, utajua wewe yeye unajua tulikuwa tunamtumia leo kama unajua H2O. Yeah, tulikuwa tunamtumia tuna kama maji, ukienda kulia yupo kushoto, umemwona Israel Patrick Mwenda. Hiyo nakupa sayansi ya mpira wa miguu. Israel Patrick Mwenda ni kama unataka kutest potassium kwenye potassium chloride, chloride itaweza kuungua kabla ya potassium kwao. Leo ule upande wa Israel Mwenda tulianza kuiunguza chloride alafu ikabaki potassium, hiyo ndo sayansi ya mpira wa miguu. <coughs> Alafu sisi Yanga wa Arabu ndo mambo yetu yale, yaani sisi tunawataka waje, kwa sababu tunajua maneno yatakuwa mengi mtaani. Kuna watu wamekuja sio na, na, na kampeni yao sempe sempumpa, nasikia kuna watu wa... Sese puede, Sese puede. Imekuwaje huko visiwani Zanzibar? Yaani mimi kwanza nimehuzunika kama taifa, inabidi tukae chini tuanze kujiuliza hivi, wale wida ni Casablanca walikuwa wako ugenini au walikuwa wako nyumbani? Kwa sababu ukiingia kwenye peji yao, wao wako kwenye makachu wao hapo hotelini wanapokelewa wao, wow, muda wote ni hakuna matata. Wanohoji Azam FC, mimi nimewaona muda tu wa kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo. Kwa hiyo tukubaliane wote, Wydad Casablanca alikuwa yuko nyumbani kuliko Azam FC. Wamependa kuiga mambo ambayo hayapasi. Wameona Yanga tunaupenda kutumia uwanja wa New Amaan complex, hawa bora mngewashauri warudi Chamanzi. Mshaurini babu Zaka, mwambie arudishe mechi Chamanzi, arudishe kwa Mkapa kwa ndugu zao ile kule ya Papa Fai kule ni payanga peke yake, hakuna mtu mwingine kule atashinda mechi yoyote. Naongea kiutani, hakuna timu yoyote inayotumia uwanja wa Zanzibar kwenye mashindano haya ya kimataifa itashinda mchezo hata mmoja. Narudia na hii mwisevu, wacheze na Nairobi, wacheze na Jinja, wacheze na, na, na Kampala, wacheze na nani, kwa sababu kuna vibonde mnawasubiri, labda Azam wawafunge. Sio Azam, sio Singida, amna hata mmoja atashinda mchezo. tu, tu, tumalize hii mm. Wachambuzi na watu waliwananga sana kwamba kati ya Yanga mbovu kuwahi kutokea kwenye misimu hii minne ni hii Yanga mbovu. Sasa hao wachambuzi hao eh, waandishi wa habari wenye vipele waambie tutawakuna, afu waambie hii Yanga unavyoichambua ndio inavyokuaibisha. Wote ni mashahidi, kuna waandishi wa habari wa waliandika hii Yanga ni kama ya Roman Fozi, lakini sasa hizi mpira umeisha, napitia maandiko yao ni yanahuzunisha walikuwa wanamnanga hapa Prince Dube, sasa hizi wako kimya. Walikuwa wanamnanga Dumbia, wako kimya. Nani ameanza kumsema ekua? Sasa nilipokuwa naongelea sayansi ya mpira wa miguu, huyu aliniwaisha ekua. Kama kwenye science unajua eh, wewe unajua equilibrium ehe eh. Sasa ukiwa unafanya mahesabu ya equilibrium ile pembo la mbodi, najua huijui ile pembo la mbodi inakuaga juu. Sasa Ekuwa ni kama leo ilikuwa ile rula inaivuta upande mmoja, haijaanguka ila ilikuwa inaivuta. Hiyo ni sayansi ya mpira wa miguu au tunaweza tukasema kama tulikuwa tunafanya fractional fractional distillation. Unajua fractional distillation ni, unachanganya pombe na maji alafu unayachemsha Obvious pombe itawahi kutoka kwa sababu ina, ina hit kwenye 78%. 8 asilimia ekua leo ali hit kwenye ile fracti, fractional distillation. Yeah, ali to hit to kutoka, unajua wenzio walienda mpaka mia yeye akaenda mpaka 78 akatoka. Kwa hiyo sio kwamba amecheza vibao ni mchezaji vibaya, ila ni katika sayansi ya kocha wetu, sio meneja huyu, wala hana afya ya akili huyu huyu, ni mtu yuko yukopo. Kwa hiyo leo fractional distillation imemtema, ikua mapema kabla ya watu wote hao, hatujui Jumapili na mambo mengi. Kitu pekee ninachokisubiri kwa watani siku ya Jumapili sio mechi. Nasubiri nione wajumbe wa mkutano mkuu wamepigana. Na ndugu yangu Sostenes, waambie Watanzania hmm. Msimjuzi Mangungu alimleta Siza Lobi Monzoki hmm. Sijui Manzoki, msimjana wake aliyofuatia akamleta Elimu Panzu Kibisawala hawa hmm. Ni wachezaji ambao Simba walikuwa wanatamani kuwamiliki na katika survey niliyoifanya msimu huu hakuna mchezaji Simba wanamtamani kama Pakome Zuzwa. Mwambieni ameshamaliza mechi mwambie, amesha, oh, mwambie mzee Mangungu ah, ah. mwambieni mzee Mangungu peudozuz amemaliza kazi yake Algeria. Sasa ni ruksa, tunaweza tukawakopesha nusu saa ili akawaridhishe wajumbe wa, wa mkutano mkuu. Ndio kitu pekee mimi nasubiri Jumapili. hakuna Ah, chochote mali, mali ni nyumbani.